Sababu zake tumeshaona dalili, si ndio eh? Sasa tuone sababu za huu ugonjwa ni nini. Namba moja, kukosa uaminifu kwa Mungu. Malaki tatu fungu la nane mpaka la kumi na mbili utasoma je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia nini? Mungu anasema, mmeniibia zaka na sadaka. Sikia, anasema hivi ninyi mmelaaniwa kwa laana naam, taifa hili lote najua. Unajiuliza swali, mbona watu wasiomcha Mungu wanafanikiwa? Biblia inajibu ili kusudi waangamie. Ni kwamba hawajui, ndiyo maana. Lakini wewe unajua, wewe unayejua, kwako inakuia laana. Mithali ishirini na nane na fungu la tisa linasema hivi, yeye ageuzae sikio lake asiisikie sheria hata sala yake ni chukizo. Mithali tatu fungu la tisa mpaka la kumi mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo gala zako zitakapojazwa kwa wingi, na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Namba tatu, kukosa mipango na malengo Familia nyingi hazina mipango wala malengo yaani hawana. Familia nyingine ikifika Desemba wanapanga mipango ya mwakani, yaani kwa mfano wale ambao wana watoto wakubwa kama mimi, ina maana ikifika Desemba kila mtoto anasema atakachofanya mwaka mzima huo, na hivyo mnatembea kwenye malengo, yule na familia yake, yule na familia yake. Ikifika tena Desemba mnaambiana yale uliosema umefika wapi. Sasa familia nyingi hakuna. Lakini jambo jingine, sababu nyingine ni kukosa elimu sahihi juu ya uchumi. Watu wengi hawana elimu sahihi juu ya uchumi, wanafikiri kufanikiwa ni dhambi. Nitafutia kwenye Biblia ambaye alikuwa maskini afu mtu wa Mungu nani? Huo ni mpango wa shetani, na sasa hivi shetani ameingiza kitu kibaya kwa watu, eti kila anayefanikiwa ni Freemason. Shetani hajaumba kitu, hana kitu. Vitu ni vya Mungu. Utasoma Zaburi ishirini na nne nchi na mali na vyote viujazavyo ni vya Bwana. Kwa nini mtu akifanikiwa mnamwambia yule frimasoni? Utabaki na umaskini, na hawa maskini ndio tabia yao. Akimwona mtu kafanikiwa nasema mm, utakuta frimasoni yule, utabaki hivyo hivyo. Jambo jingine, sababu nyingine ya umasikini ni uvivu watu wengi ni wavivu yaani mtu ni mvivu mpaka anavyotembea mtu mvivu anatembea kama anaenda kuchuma kisamvu mafungu haya tunasoma mithali sita sita ewe mvivu mwendee chungu zitafakari njia zake ukapate hekima mithali kumi na tisa kumi na tano uvivu humtia mtu katika usingizi mzito na nafsi ya mtu mvivu itaona njaa Mithali ishirini na sita kumi na tatu mpaka kumi na sita, mvivu husema simba yuko njiani. Mtu mvivu ana sababu nyingi. Sasa mvua yenyewe ni ya shida, nikilima sasa nitavuna? Sasa hapa mimi nikisema niweke genge, mbona mtaa wa pili kuna genge? Ana sababu nyingi, mtu mvivu. Wathesalonike wa kwanza tatu sita kumi na tano anasema maana twasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu, hawana shughuli zao wenyewe lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine. Basi twawaagiza hao na kuwaonya katika Bwana Yesu Kristo watende kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenyewe. Kuna watu kwa kweli hawana kitu, wanazunguka kwenye nyumba za watu. Unafanya kazi gani? Mimi he, mimi nimemaliza chuo kikuu. We mjinga, kumaliza chuo kikuu ni kazi Tuambie, ninalima mchicha. Si kumaliza chuo kikuu. Kumaliza chuo kikuu ni kazi, naingiza mtaani. Watu wengi wamejana, wanasema hatujapata ajira. Ajira ipi? Hatusomi ili tuajiriwe, tunasoma ili tuwe na akili zenye akili. Kama ni kupika maandazi, tutapika kisomi. Kama ni kulima mchicha, kwa vile tumesoma, tunalima kisomi. Jambo jingine, akili tegemezi, unaiga kila kitu. Yaani, kuna watu wana akili tegemezi, kila kitu wanaiga. Anaangalia yule anapika maandazi, wacha na mimi nipike maandazi. Aa, maandazi hapana, kumbe vitumbua napika. Yaani anaiga kila kitu, yeye ni tegemezi akili yake. Maisha kama hayo yanakupelekea kwenye umasikini. Akili tegemezi, unategemea kila kitu. Hapana. Uh, nimesema akili tegemezi kwamba shughuli za kiuchumi unaiga, yani kila anachofanya mtu na wewe ndio unaiga, na hata kama hakikuletei chochote unaendelea. Wenzako wanalima mpunga na wewe unalima, wenzako wanapata magunia mengi, wewe unapata mawili, lakini unaendelea kulima. Wakati tunasoma katika zile sifa za mke mwema, kuna sifa mojawapo inasema kuangalia kama bidhaa yake ina faida. Angalia biashara unayofanya, angalia kilimo unacholima, kama hakikulipi badilisha. Alafu sababu nyingine ya umaskini utegemezi mpana wa familia, extended family zinaleta umaskini. Nielewe hivi, sijasema ukawafukuze wale wa kwako waliojaa mpaka kwenye jikoni. Ni hivi, zamani wazee wetu aliyekuwa na familia kubwa ndiye alikuwa maskini. Tajiri mtu ambaye alikuwa na watoto wengi alikuwa tajiri. Kwa nini? Wakienda shambani heka moja wanailima nusu saa imeisha. Sasa hivi mwenye watoto wengi mwenye familia kubwa ndiye maskini, kwa sababu wanakula bila kufanya kazi, wakati Biblia imekataza majumbani kwetu tuna watoto wengi, vijana wana nguvu hawafanyi kitu chochote na wazazi wameona, sawa. Mzazi ana genge, hilo genge ndilo limesomesha huyo mtoto, lakini mtoto kwa sababu eti amesoma hawezi kuja kukaa gengeni auze hizo nyanya na vitunguu ambavyo viliwasaidia kwenye familia. Yeye ni kuvaa vizuri, tai kama ni, kama ni Wakristo kwenda kanisani, kwaya ni saa kumi na moja, saa tisa yeye amefika, na kurubuni watoto wa watu Uwai, umesikia? Uwai. Eh, saa tisa wao wamefika kwenye zoezi kwa raha zao. Angalia hao ulio nao hapo nyumbani, wanazalisha nini? Una vijana nyumbani unaleta mtu akuja kufyeka nyasi, hivi kweli ni akili au matope? Mbona usiwatumie hao ulio nao? Haya, kuishi kwa kutegemea misaada hiyo nayo ni sababu ya umaskini. Kuna watu wanaishi wanategemea misaada tu, yaani yeye ndugu yake ana uwezo, basi anamsumbua huyo tu. Watoto wangu hawana ada, anatumiwa leo. Hatunamo chakula, anatumiwa. Utakuwa maskini. Usifanye hivyo, usiishi kwa kutegemea misaada. Ishi kwa kufanya shughuli zako. Sababu nyingine ni kuridhika na hali ulio nayo. Kuna watu wameridhika Yaani, akiangalia kibanda chake cha vyumba viwili ameridhika, hafanyi tena zaidi. Lakini pia kupenda starehe kuliko kazi. Tunasoma Mithali ishirini na moja na fungu la kumi na saba mtu apendaye anasa atakuwa masikini, apendaye mvinyo na mafuta hatakuwa tajiri. Kupenda starehe, angalia maisha unayoishi starehe, hizo zinaendana na wewe? Kama haziendani na wewe basi zinakupoteza, lakini watu wengi sana wameridhika na hali walio nayo. Hilo ndilo baya zaidi. Na unajua hata magomvi mengi kwenye ndoa, kwenye familia inatokana na hii. Hivi kweli mwanamke ambaye mumewe ana kipato kikubwa na mke ana kipato, ni saa ngapi huyu mwanamke atachukua simu ya mumewe achokonoe message kwamba nani katuma nini? Mara nyingi wanawake hawa wa chini, anaona mume wake hata pesa anakopeleka hajui, sasa, ngoja niangalie tuna share na nani, na hivyo unajiletea matatizo. Familia ambazo zina zimeangalau zina maisha mazuri, wanawake ni waelewa na wanaume ni waelewa. Mume akichelewa, mke anajua anatafuta, lakini wewe ambaye unatoka unarudi usiku na suruali, ndio maana ugomvi, kwamba ulikuwa wapi na sasa umerudi umechelewa, ugomvi unatokea. Mama ananuna nuna ananuna nuna kwa sababu kiatu amevaa mpaka kimeenda upande kwa nini asinune? na mara nyingi magomvi hata mitaani huko ni kwa sababu hii analinga na mgauni wake mbaya kumbe hawezi kununua kama ile watu wa Mungu tuamke hili somo bado linaendelea tutaendelea tena ili tulimalize ili tutoke jangwani hata katika hali ya umaskini Umasikini sio kitu kizuri, na Mungu anasema ametuahidi, tutaona huko mbele ya kwamba hakutakuwa na maskini kwako. Sasa niliwahi kusema hapa kwamba wewe unaishi vile unavyoamini. Ikiwa unaamini kwamba ili uende mbinguni ni lazima uwe maskini, umepatia, utakuwa na utaenda mbinguni, umechoka mtazo meboko